Hatimaye, mwili wa spika mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samuel Sitta, umewasili nchini Tanzania ukitokea nchini Ujerumani ambako alikuwa akitibiwa hadi mauti alipomfika. Wananchi mbalimbali mbali walijitokeza kuupokea mwili wa marehemu. Viongozi wa kitaifa na kisiasa nao walijumuika katika kuupokea mwili wa marehemu Samuel Sitta. milioni sita kwa muda wote na mahali pote alipoweza kuwa mtumishi na kiongozi aliacha alama. Ni, ni mimi ni shahidi, nimebahatika kuwepo kwenye jimbo lake la Urambo na kule nilikofika, kwa kweli wananchi wote walikuwa walikuwa wanajua mchango wake, waliendelea kumheshimu na Watanzania wote tunamheshimu. Naomba tu Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki kizito aendelee kuipa familia yake nguvu na kwa hapa Watanzania nguvu na kuendelea kuijalia familia yake endelee kusimama imara kwa kweli tunamwombea Mwenyezi Mungu aipokee roho yake na kuiweka mahali pema. Lakini la mwisho, uongozi ni uwezo wa kutatua matatizo na yeye alionyesha sana uwezo huo, na nadhani watu wengi watajifunza kutoka kwake yale ambayo aliyafanya katika uhai wake kama kiongozi au mmoja wa viongozi wa taifa. Asante. Baada ya kuwasili nchini Tanzania mwili wa marehemu Sitta umepelekwa nyumbani kwake Msasani jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na msemaji wa familia ya marehemu Gerard Mongela, zinasema mwili wa marehemu utaagwa saa tatu asubuhi Novemba 11 ikifuatiwa na ibada ya kuuaga mwili wa marehemu itakayofanyika katika viwanja vya Karimjee ambapo ndugu jamaa na marafiki pamoja na wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam watapata fursa ya kuuaga mwili wa marehemu mwili wa marehemu Sitta utasafirishwa hadi mkoani dodoma ambapo utaagwa na wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania na kisha kusafirishwa kwenda urambo mkoani tabora kwa mazishi yatakayofanyika siku ya jumamosi novemba 12 Marehemu Sitta alifariki dunia Novemba 7 mwaka huu katika hospitali ya Technical University iliyopo nchini Ujerumani, alipokuwa akitibiwa matibabu ya maradhi ya saratani ya tizidume. Uongozi na wafanyakazi wa Global Publishers Limited natoa pole kwa wafiwa, ndugu jamaa na marafiki. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amin.